Uh, watu wa Mungu nichukue nafasi hii kuwasalimu kwa jina la Yesu lipitalo majina yote. Ni siku yetu iliyobarikiwa ya Jumamosi ya 35, na uh, niko hapa kuzungumzia uajibikaji kwenye maombi. Nataka dakika tano tu nikufundishe kabla sitatoa maelekezo ya maombezi ya kesho siku ya mafuta na maji ya upako eh, Jumapili ya kuinuliwa tarehe kumi na sita ya kuinuliwa Jumapili ya maji na mafuta ya upako, Jumapili ya jina la Yesu, Jumapili ya yawe kule baki pale, Jumapili ya kuinuliwa, Jumapili ya kutembea na nuru za uso wa Bwana Mungu wako, nuru za uso wa Bwana Mungu wako zikutangulie. Mungu anamwambia Aroni amwelekeze Joshua jinsi ya kuweka amwelekeze Aroni jinsi ya kuweka fahali ya jina lake juu ya vichwa vya Israeli, aseme aungame, nuru za uso wa Mungu zikutangulie, zikutangulie, zikuangazie Fahari ya jina la Mungu wa Israeli we wa juu yako akili kwa nguvu ya imani, imani inayoona yasionekana, mambo yasionekana kwa nguvu ya imani huwa bayana. Tunaona yaliyoonekana asionekana bila kujali yana umbali kiasi gani, tunayaona kwa nguvu hiyo. Aluni aombe mwangazo wa nuru za Bwana ziwaangazie njia zao Israeli na fahari fahari ya ya jina la Bwana. Sasa, ya jina la la Bwana Bwana. Nenda akachimbue ni kiasi si gani Mungu anatuazia mazuri. Aha, uh, kwa maana sisi tumefanyika taifa lake kwa uwezo wa damu kwa kafara ya damu ya Yesu. Tu taifa teule, taifa la Mungu. Na mambo haya ni imani, na mwenye haki maisha yake yote yanatengenezwa na nguvu ya imani kuwajibika kwenye maombi. Unaona uwajibikaji kupitia kitabu cha matendo ya mitume mlango wa kumi na mbili, ni Jumaa ya jana, <coughs> wale ambao tulikuwepo. Roho Mtakatifu maandiko anasema sisi pamoja na Roho Mtakatifu tunaelekeza kwao, tunasema sisi pamoja na Roho Mtakatifu tunafundisha, wajibikaji wa kwenye maombi, wajibikaji wa pamoja Mungu anahitaji wajibikaji wa pamoja. Huko iko misali moja tumeipiga vita miaka mingi na hasa sisi walokole, inayosema mungu anasema jisaidie, nami nitakusaidia. Ili misali walioitunga walikuwa na nia njema, nadhani wale ambao waliitekeleza walishirikisha na imani za ushirikina, hapo ndipo misali ile ilikosa nguvu, lakini misali ile ina nguvu, ina ukweli wa kibibilia Mungu kama ujisaidii hawezi kusaidia. Matendo Mitume kumi na mbili. Herode alinyosha mkono ili kuwatenda mabaya watu wa kanisa. Herode alikuwa mfalme, kiongozi, mtawala, mwenye majeshi, anafanya kazi kwa ukaribu sana na serikali mahili ya Warumi. Wayahudi wengi wako chini yake kwa baadhi ya sheria wana na nguvu ya dola. Akamkamata mtumishi wa Mungu Yakobo akamkata kichwa. Kanisa lilimwona Yakobo akiuawa na kiwiliwili chake kijipiga na kimetenganishwa na kichwa, gafla kauka damu, ikaanguka wapendwa. Wakamchukua Yakobo akaenda kumstiri. Herode alipo na jambo lile, nampo umaarufu wa kisiasa namongezea mashabiki kwa maana Wayahudi walikuwa kero. Yani, hawa wanafunzi wa Yesu walianza kuwa kero, walianza kutishia tamaduni za Kiyahudi, tishio kwa tamaduni za Kiyahudi, pia tishio kwa ufalme wa Kaisari, maana walikuwa na ushawishi mkubwa sana pale Jerusalemu. Ndio maandiko anasema kitabu cha Matendo ya Mitume, Jerusalemu yote ilijazwa na jina la Yesu. Yani mahubiri yao yalifanya jina Yesu litapakae kama nzige ndani ya Yerusalemu. Kwa wale watu wenye msimamo mikali maafazi na wakiroho wakawa hawataki Wayahudi. Kitendo cha hawataki wale sana shala mabaki ya Yesu. Wanafunzi walikuwa ni mabaki ya Yesu. Wakaona jambo lile la kumuua mtu ambaye ndio nguzo ya kanisa, baadhi ya mtu baadhi ya nguzo la kanisa ambayo alikuwa ni huyu Mheshimiwa Yakobo nikawapendeza Wayahudi wale mafazina wale wa, wa, wa kibibilia wa kifarisayo eh, wenye msimamo mkali na torati ya Musa wakafurahi. Herode likamwongezea mashabiki na umaarufu wa kisiasa Herode alipo na jambo lile linamwinua kisiasa, akaendelea, akamkamata Petro akimwandaa kumuua na yeye hazalani siku ya Pasaka. Kamuru mji ufungwe kwa sababu ya usalama, mlango wa chuma ufungwe kila majira ya usiku, na Petro akae chini ya ulinzi mkali. Askari zaidi ya nane wamlinde yeye tu, wanaingia kwa shift. Kwa sababu watu hawa wana historia ya kutoka magerezani, wakae chini ulinzi mkali ikabidi wamfunge pingu huku na huku, askari moja anafunga pingu huku, ndio bwana, na mwingine anafunga pingu ile kwa jamaa atakataka ku, ku, hivi. Askari wao unaenda wapi? Eh, <laughs> mwele bwana chini ulizi mkali sasa. Baadaye kanisa lile alikata tamaa pamoja na tukio baya la juzu la kuuawa kiongozi wao Yakobo. Yakobo alikuwa mtu muhimu sana maana ndio miongoni mwa watu wachache waliomwona Yesu akipaa mbinguni. Ni shahidi aliona macho kwa macho kupaa kwa Yesu, kufuka kwa Yesu. Eh, ni hiyo, wa wale ambao walitokea zile siku arobaini. Hiyo haikuwavunja moyo. Hakukufuru kama mke wa Ayubu. Waliendea kusema maneno yale yale ambao walisema Ayubu aliona kale. Kwa Bwana ametupa, Bwana ametwaa. Kazi ya injili, kazi ya maombi iende mbele. Hatuwezi kuvunjwa moyo na ukatili huu wawaherodi. Nakumbuka huyo mungu wao ambayo alikuwa wanamuomba wafu anafuliwa, wanamuomba magereza anavunjika, safari amekaa kimya kama hayupo. Ukiwa na imani haba, umpendi mungu, utaacha mambo ya maombezi. Siku hiyo hiyo tena mungu utamhesabia zaka. Natoa zaka, natoa malimbuko, naenda kwenye maombezi na maji ya upako, bado kuna kinachoonekana. ayamambo nao ni usanitu wakinamzopakwa haya Mungu hayupo. Yaani sasa, sasa mtu anabona na mlango, afuna, bwana, mlango bwana bwana, bwana bwana. Afu bwana nisaidie bwana. Mlango na nibana bwana. Unajua na mlango bwana. Afu tuta kuangalia. Utaambia kuanzia leo mimi na wewe urafiki basi. Hawa hawakusema hivyo. Waliendelea kuamini Mungu yupo na hata umetendeka. Mungu amearusha masudi yake. Mtu wao mwingine muhimu Petro amekamatwa. Wakaingia kwenye maombi tena. Tena kwa juhudi. Waliomba. Kinachoendelea katika ulimwengu wale walikuwa wakioni. Kwa hiyo maombi yao yalisababisha mbingu kufunguka na malaika kuja duniani kufanya huduma za kiusalama za kiujasusi. Malaika yule kwa nguvu ya maombi ya watu wale, aliingia ndani ya gereza bila milango kufunguliwa. Kuta zilimpisha, malango yalimpisha. Ninaomba kwa uwezo wa jina la Yesu hawa malaika wasimame nawe ukiwa kwenye bodaboda iko hatari ya ajali, hawa maraika wa kulinda. Ukiwa kwenye basi unakwenda Mbeya, Dodoma, wapi, hawa maraika wa kulinda. Mafaili yako yakifichwa ili kwapo kuharibia kazi yako, hawa maraika watoe na mafaili kama wakati wa Mordekai. Na kuna wakati mafaili yanafichwa kwenye mahakama kwa kuiza umma ili kuharibia future yako, hawa maraika, naomba mbudua wakutokee Cheti kikipotea cha form 4 cha degree yako, hao malaika kwa kusaidia eh, chombo cha umma kikaibiwa chenye nyaraka muhimu za serikali na ujui nani ameiba, na mm, hilo janga itakuwa la kwako. Yo yo yo, hao malaika wakapigania. Malaika wakashuka mle na lango akafunguliwa. Mambo ni imani, ukiamini yanatendeka. Ukiwa ni usanii wa mzee wa upako, haleluya. E, maana hata Yesu aliitwa msanii hiyo ni juu yako wewe na dini yako. Na dini yako inakufundisha kutokana na watu wa mitandao au kwenye mambo hayo, msiingili na mwachia Mungu. Na, mama leo za nasikia bwana, malaika wakashuka wakamtoa Petro kwa nguvu ya maombi. Juhudi ya maombi ilimtoa Petro ndani ya gereza. Sasa wajibikaji, unakuja wapi? Malaika amefanikiwa kuingia ndani ya gereza kijasusi kimya kimya, amefumwa, ametumia ujasusi wa mbinguni Maskari wamelala usingizi mzito, alimpiga Petro hapa, akaambia kwenye begi, akaambia amka, akaamka, inuka, akainuka. Nimeingia sawa ndani ya gereza, lakini kuamka ni wajibu wako Petro. Akatoa ushirikiano, akaamka, akaambia inuka, uondoke, akaanza kuondoka. Kukuambia ondoka ni wajibu wangu, kuondoka ni wajibu wako. Tafuteni nanyi mtaona, ili upate mali upate mbingu upate utajiri upate elimu upate uwezo wa kutenda mazuri wa kuishi vizuri na majirani, lazima utafute hiyo kalba na hiyo huruka. Ukiamini Mungu anaweza kufinyanga upya kwa uwezo wake mtakatifu. Kama wewe ukiamua kubadilika, Mungu anaweza kukubadilisha. Tafuta utaona. Petro akatoa ushirikiano, akaamka, akaondoka. Malaika akuishi hapo tu, akaambia vaa nguo. Kuvaa nguo ulikuwa ni wajibu wa Petro, kuambiwa vaa ni wajibu wa malaika, wajibikaji wa pamoja kati ya Mungu na mwanadamu. Maandalio ya chochote chini ya jua ni ya mwanadamu, lakini jawabu ya hicho unachokiandaa kutoka kwa Mungu unahitaji rizaa ya Baba, ama kuwa tajiri, ama kuwa msomi, ama kuwa mwadilifu kuwa na neema ya kuishi na watu vizuri kwa hekima na busara ya kiwango cha juu, unamhitaji Mungu na uwezo wake wa Roho Mtakatifu. Petro akatoa ushirikiano, akavaa nguo. Malaika akamwambia nifuate. Kutii ni bora kuliko sadaka za kuteketezwa. Nifuate. Petro akatii, akaanza kumfuata. Ndio maana ukishamuona Mungu lazima uanze kuwajibika kwenye kumtafuta. Huwa nasikitika sana mimi sababu, ni mubili wa miaka mingi nimekaa na watu wengi ambao hapa JRC ulimuona Mungu, huwa na kushangaa unahamia huduma nyingine mahali ambako kumuona Mungu unaanza moja. Maana kumtafuta Mungu hutakwepa. Mungu hawezi kutokea vilevile kama miaka kumi iliyopita, haipo mimi ningesema mchungaji ambaye kwake ulimuona Mungu, huyo tu mchungaji wako. Mazabau ambayo ulimuona Mungu, hiyo ndio mazabau yako ya Mamre au ya mlima Moria. Endelea kupitia mlima huo wa Yerusalemu kumtafuta Mungu. Ni anguko la ajabu sana kuacha kuabudu mahali ambako ulimuona Mungu akikuponya ukimwi, akikufundisha bibilia, akikupa gari, elimu, nyumba na kadhalika. Mungu ana ngazi za kulia watu wake. Watu wake huwa hawatokei vile vile, anakwenda anabadilika, maana anahitaji kukua, ilifike kiwango sasa. Anasema njo utuojiane, kuojiana maake umekuwa una uwezo wa kujenga hoja mbele za Baba na kuzitetea, na Mungu akatua majina kuwajibika kwa pamoja. Sasa hilo sio somo langu hapa, lakini uwajibikaji wa pamoja, sizungumzi kwamba kwa sababu umeama we hama tu, na Mungu akutangulie, maana atakuwa ngumlia 100 kwa hata kumliko kwenda kwa 100. Hakuna jambo jipya chini ya jua, lakini fahamu hivyo kwamba huwezi kumuona Mungu bila wewe kuwajibika. Petro akatii, akakubali mfuate, akaanza kumfuata. Amekufungua sana mali, lakini kumfuata ni wajibu wako kwanza, kuchukua hatua kumtafuta Mungu, kufuata maelekezo na maagizo yake. Yesu anasema uhuru wa mtu haupo kwenye maombi. Mwalimu anasema kitabu cha Injili ya Mathayo, Injili ya Yohana nane. Uhuru upo kwenye ufahamu. Maombi ni finishing. Unamtafuta Mungu kwa njia ya kuongeza ufahamu kupitia Biblia na ujuzi na uzoefu wa watu waliokutangulia, watu waliokutangulia. Petro akamfuata wakaenda, wakatoka lango la kwanza, la pili, la nne, kitendo cha Petro kumfuata maandiko. Sasa milango ikaanza kufunga yenyewe.